Yes, na mbele yako eh, ni Mzee wa Mashuka eh, kama ambavyo tunamfahamu, moja kati ya waandamizi mashabiki maarufu wa Young Africans na tutakwenda kuzungumza naye juu ya yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Mzee wa Mashuka, naam, habari za siku, habari ya siku nzuri, mm. Namshukuru Mungu. Umekuwa kuna eh, klipu ambayo inaendelea katika mitandao ya kijamii juu ya Sa, nyota wa Simba Sports Club na star na kipenzi cha wanasimba Elie Mpanzu sasa, kibisa walandugu siki, yangu sikiliza. mm. Unajua kuna baadhi ya vitu unaweza ukaanza kuuliza, mm. ukaanza kuniweka kwenye mtego, mm. kwa sababu naniuliza masuala ya Mpanzu, mm. wakati aliingia kwenye vyumba vya Singida, ulimuona anaingia kwenye vyumba vya Yanga vya yes, Singida yani niulize kwamba bwana, nimemwona Mpanzu akiingia aki kwenye ofisi ya injinia hapo mm. naweza nikau. Sasa unaniambia kwamba yupo kwenye, lakini sasa, pamoja na yote lakini, tunaweza tukali kwa tukaliongelea swala hili ni... limeleta ukakasi, watu wamejiuliza, ameonekana wakati wa kuingia, ila wakati wa kutoka hawakumuona. Kuna nini hapa? Kama kitu kinaendelea yani, na tunajua Singida na Yanga uh -huh. watoto wa baba. Shida ni kwamba nisikilize mm. shida ni kwamba mm. yani ujue pale Simba kuna baadhi ya mashabiki mm. ni Alage la den lage alisha kuongea kauli moja akasema kwamba mambumbumbu, yani wana simba wote ni mambumbumbu mm. kwa sasa yani wana simba ni mm. mambumbumbu mm. wanashindwa kuangalia vitu vilivyoko nyuma ya pazia mm. ko sisi wana yanga ambao kwamba tunajua vitu vilivyopo nyuma ya pazia wenye di mbili mm. tunajua kinachoendelea kati ya Mpanzu na na Singida Big Black Stars. It, yani tufundishe kidogo kwa faida mtazamaji, shida yani shida ni kwamba kitu kimoja, kwamba wawaulize kwanza, je, Mpanzu yupo mazoezini mm. wakitambua kama Mpanzu yupo mazoezini ndo sasa wa wamuulize Mpanzu kufanya nini mle, alafu atawajibu yule pale tayari, mimi nakwambia mm. Sasa yani na, si, mimi sikupi kodi wase, mimi namaliza kabisa. Mpanzu kashamaliza kila kitu, wapi huko kamaliza, kasha maliza Singida Siki. Kasha maliza ujue kisugu Aa. yani ni mtu ambaye kama taila fulani <laughs> kwa nini kwanza yani yani ujue na ndo maana ukiangalia mataila wengi mm, wapo Simba mm, kuna kisugu mm, kuna kimzwanda kimzwanda alisema ali, ali akienda nusu anaolewa, lakini ashanga mpaka leo, atajionesha mchumba wake ko. Alafu kuna, kuna nani, kuna, kuna mandala mm, kuna, kuna watu wengi sana, kuna mchungaji mchungaji mpaka leo, yani jana baada ya kutolewa, ya kupigwa na Singida chuma tatu A, ndo akatambua ya kuwa kwamba sisi nabidi tufanye usajili, wachezaji walikuwa wamechoka shehe. Sikiliza nikwambie mm. kuna kitu kinaitwa kwamba usajili wa watu thalathini. Mm. unaposajili wachezaji thalathini, huwezi kumtegemea mchezaji mmoja ukasema kachoka. Mm. nakupa mfano mm. Piramidi ametoka kucheza na Mamelodi. mm. ilikuwa siku ya Jumamosi mm. si unanielewa? Ndio, ametoka kucheza nani mm. na Mamelody. Jumatano kacheza ligi yake jumatano jumatano Jumapili kacheza fainali. Sasa inamaana kwamba yeye na wachezaji gani? nao wanawachezaji gani? wanasema ile mechi mmecheza nani? kacheza kwanza, wanauliza tarehe kumi na tano nani kacheza mechi? unaleta timu. Shida ni kwamba kitu kimoja, yani kwamba wale wanajitekenya wenyewe alafu wanacheka wenyewe. tarehe kumi na tano unaleta timu Tuongelee kwanza Yoswa. Maswala mengine uliyoyauliza maswala ya tarehe kumi na tano tuachie sisi wanayanga. Sasa wakate tiketi kwa msingi gani? Hatuwezi kutangaza viingilio kwa sababu sisi hatuitambui hiyo mechi, hiyo mechi, ya tarehe kumi na tano. Nisikilize. Hmm. Nisikilize. Hmm. Mechi ilipangwa kucheza tarehe nane mwezi wa tatu, si unanielewa? Hmm. vichwa vya mbuzi wakaja wakasema kwamba tunataka kufanya mazoezi ya mwisho. mm. mazoezi ya mwisho pale wamekuta wamemkuta meneja wa uwanja getini, meneja wa uwanja, itufungulie mlango tufanye itufanye mazoezi ya mwisho mm. meneja wa uwanja akasema hivi, unapotaka kufanya mazoezi ya mwisho lazima umjue umjulishe nani, Yanga Afrika. mm. Kwa nini nyinyi hamkwa hamlijui hilo? Kama ni, ni kanuni ambayo inawaruhusu <laughs> Nisikilize, nisikilize, nisikilize basi mm. unapoenda kufanya mazoezi ya mwisho lazima kwanza mwenyeji ajue Mwenyeji akisha jua kwamba mnakuja kufanya mazoezi ya mwisho, anawataarifu bodi ya kamisa wa mchezo. Akisha nani yule pale afu anakuja bodi ya ligi, bodi ya ligi ndo watu wa mwisho kupata taarifa. Mtu wa kwanza kupata taarifa ni Yanga Afrika. Nauliza swali. Mm. Unijibu kabla sija kujibu, unaloendelea la, la, la, la, la kufanya mazoezi ya mwisho. Mm. Nimemfunga chuma moja pale. Wapi? Sikuwa mkama. Mm. Nimemfunga chuma moja. Mm. Nilienda kufanya mazoezi ya mwisho. Hilo mimi sijui kama ulifanya mazoezi au kufanya. Shida inakuja ni kwamba kitu kimoja kwamba hawa bodi ya ligi walokuwa wanam, wanamlea Simba. Wana? Mguto mechi ya Singida ya goli moja. Mm. Walimtengeneza risasi. <coughs> Pole sana. Pole sana. Pole sana. Asante, asante. Mm. Kifua, kifua. Mm. Bodi ya ligi walimtengeneza risasi. Mm. Wakamwambia hivi, bwane. Mm. Tunataka tuchezeshe mpira tunavyotaka sisi. Elisasi alikataa kwanza, ali Elisasi wamempa maelekezo ya kuchezesha ile mechi Elisasi ya Elisasi akakataa. Baada ya Elisasi kukataa, mm. wakanani, wakamtisha na wakamongezea hela uh -huh baada ya kumwongezea hela Elisasi akaenda kachezesha mpira wanavyotaka wao, na ndo maana Mguto alikuwepo pale kuangalia mamaje, maelekezo walompa anatekeleza, na kweli kaatekeleza. Na ndo maana baada ya pale Mguto kakubali, akasema kwamba levo kachezesha vizuri. Eva Mguto si aliongea, yeah. Akasema kwamba kachezesha vizuri. Tunakuja sasa, baada ya ile mechi kuisha, kuna mchambuzi gani aliyesapoti ule mchezo mpaka unaisha? Hakuna, hakuna. hmm lakini kitu kilichofanyika Singida akakata rufaa, akaandika barua kwamba mechi inayofata tunataka refaria ambao anachezesha FIFA. Baadhi ya wachambuzi wametoka pole, yaani mnanisikitisha, sijajua atakuwa ananichezea Wakasema hivi, tunataka mchezaji anayechezesha FIFA, wamewaletea Alajiga mm. Angalia kilichotokea mtu ambaye ameonyoka mpira umenyoka. Alajiga upande za Simba na Yanga. Sasa hivi yupo kikafu zaidi, yani yupo kikanuni. Bora upigwe bora uliwe, lakini sio kuenda unavotaka, anavotaka mtu Ufate nini? Ufate haki, kaongea Rajiga. Sasa marefali wetu hawa waliopo wanaangalia sana njaa njaa. Tarehe kumi na tano tunakuja huko, tushamaliza. Tarehe 15 mna mpanzu tayari. Wapi? Singida. mpanzu wapi? mpanzu Singida, Singida wala hela kumsajili mpanzu ko. Oh, unaona, wana hela sasa ligi kwenye ligi wanafanya nini? Ule, ule ni kama mgongo, mgongo, ah. Sasa kama mgongo naujua wewe <laughs> na katika watu ambao kwamba ni mambumbumbu, yeah. Kisugu namba moja kwanza ni katika watu yani, kisugu sio shabiki wa Simba. Ni, yule ni komedia. Komedia. Mm. Nimeona. <laughs> Toka kule warabuni paka kule kikombe kile Kazulu anacho.